Hebu tuangalia namna gani ambayo tunaweza tukaedit PDF kwa kutumia website inaitwa Sejda.com. First of all, kwamba utaopen utafungua browser yote, inaweza kuwa Chrome, inaweza kuwa Firefox, inaweza kuwa any browser. Kwa kishafungua uta, uta, uta, uta, uta open hii website kwa maana Sejda.com, then utaklik edit PDF document, it is free also kwa option nyingine unaweza uka click on choose one of our 30 plus PDF tools that include hii hii option ya pili na option zote ambazo unaweza ukafanya kuhusu PDF file, kwa maana kuediti, kudiliti, kucombine PDF file kucompress. A lot of things that we will do, a lot of option are there. Kwa hiyo kuna option nyingi ambazo ziko pale unaweza kufanya kuhusu PDF file. Baada ya hapo uta select file ambayo unataka ulifanyia changes au kuedit, then uta click upload PDF files. Utaenda kwenye sehemu ambayo ume save file lako uta select, ukisha select uta click open, litakuja kwenye mazingira ya website ya yetu hapa. Itakuja kwenye interface ya website yetu ambayo ni Sejda.com. Baada ya hapo utafanya changes ambazo zinatakiwa, then uta click apply changes ili iweze kutake effect. Baada ya hapo uta click download. Click download, utaona file lina download, ila unatakiwa uwe na uwe na internet kwenye kompyuta yako. Practical jinsi inavyofanya kazi. Uh, naomba tuelekezane na kidogo namna ya kuedit PDF file kwa kutumia site moja inaitwa Sejida.com. Kwanza kabisa utafungua hiyo website ya Sejida.com, kwa maana utaandika Sejida.com then utapress enter. Hapa kuna options mbili ambazo unaweza kufanya. Kwa maana kama unataka kuedit edit to PDF direct uta click hapa. Lakini kama unataka options nyingi nyingi ambazo unaweza kufanya kuhusu PDF uta click hapo choose one of 30+ plus PDF tools. Kwa hiyo ukiklik hapa utapata vitu vingi zaidi ambavyo unaweza kufanya kuhusu PDF. Unaweza kubadilisha PDF kwenda Word, uka exact page, ukacrop, ukasplit, Zote hizi ni vitu ambavyo unaweza ukafanya kwenye kwenye kwenye hii site kuhusu PDF. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambazo unaweza ukafanya. Unaweza kutoa hata kama PDF ina, ina password, unaweza ukatoa password kwa kutumia hii, unaweza ukatoa watermark. Kuna vitu vingi ambavyo unaweza ukavifanya kwenye hii site kuhusu PDF. Kwa hiyo O, mi nataka ni edit PDF, kwa hiyo nitaenda direct ya hapa kwenye edit ya PDF documenti. Kwa hiyo nita click hapo, then nitaenda upload PDF file, nitaenda kwenye file yangu ya PDF ambayo nataka ni edit. Kwa hiyo nita click hapa, ta open file yangu ishafunguka sasa. Kwa mfano nataka ni badilishe chochote hapa Nafanyeje? Unaona, ukikaribisha kasa hapa unaona kama inaleta boda fulani. Hii boda kwa maana inaonesha kwamba unaweza ka uka edit hicho kitu. Kwa hiyo kwa maana, kafuta, kwa maana mimi naanza nikafuta kwa kutumia delete, kwa maana kufuta kue, kuelekea kulia. Kwa mfano labda nataka niandike labda Dodoma yudom, kwa mfano labda nataka niandike yudom hapa itakwambia keep replace origin kao, na replace unatoa ile iliyokwepo naweka nyingine. Pia unaweza ka, ukaediti kokote pale ambapo unataka we mwenyewe edit. Labda nataka niediti hapa, kwa hiyo naweza nika, ninikatoa jina lilopo nikaweka la kwangu, labda aule Aule Shaban koo naweza nikafuta kwa nika kutumia delete key ambayo inafuta kuelekea kulia. Baada ya hapo na kliki apply changes. Then download. utaona dokumenti yangu imeanza kudownload, lakini hii na limiti. Open folder, hii ni folder yangu ambayo nimeedit. Tukisha ifungua, tutaona changes ambazo tumezifanya. Tumetoa open university tukaweka UDOM kama inavyoonekana hapa. Pia tulitoa sambod ramazan tukaweka Haule Shaban, so imefanya changes. Kwa hiyo usisahau kusubscribe, like and share kwa video nzuri zaidi. Asante.